Naitwa Leonard Liunda ni naibu katibu mkuu msaidizi uh, chama cha mpira wa meza Tanzania TTTA. Uh, kimsingi michezo chimbuko lake ni vijana na uh, wao ndio source ya national teams. Kwa hiyo uwekezaji kwa timu za vijana ni muhimu kwa maendeleo endelevu ya mchezo wote ule. Uh, kwa sasa vijana wameamka kwa upande wa table tennis, wamekuwa wakishiriki matukio mbalimbali mbali mashindano maadhimisho, kwenye shughuli zote za table tennis uh, mwitikio umekuwa mkubwa sana uh, chini ya miaka kumi na tatu, chini ya miaka kumi na saba, wachezaji ambao naamini wanahitaji msaada kidogo kwa ajili ya maendeleo ya mimi ni kuendeleza vipaji vyao, ambao tutakuwa na mpango wa kuendeleza kupitia mafunzo, lakini pia na kuandalia mashindano mbalimbali ili waweze ku showcase uh, talenta zao. Lakini pia uh, wanahitaji mashindano eh, mashindano kwa maana ya mashindano ya ndani, mashindano ya kimataifa, eh, kama vile fursa sasa, sasa, tulioipata ya kuweza kushiriki mashindano haya ya, ya mashule ya kwanza yanoka anatarajia ufanyike mwezi wa nane nchini Algeria. Ni fursa kubwa hiyo, anaweza kaitumia sisi kama upande wa table tennis, na pia vijana kwenda kuonekana, kwa sababu mashindano haya ni makubwa, yana adhi ya Olympic. Tofauti yake tu yapo kwenye level ya, ya, ya, kibara, kwa maana mashindano ya Afrika, lakini mbali na hivyo adhi yake ni ile ile Olympic na anasimamiwa na Olympic kupitia uh, kamati ya, ya, Afrika.